Bora mtue. Naam, msikilizaji, siku ya D9, siku ambayo imeweza kuzungumziwa zaidi ya wiki mbili zilizoweza kupita ndio siku ambayo ipo hapa na sisi siku ya leo, na baadhi ya matukio ambayo yanaweza kutokea, ndio naweza kuhakikisha kwamba hapa nilipokaa naweza kuhakikisha kwamba nitazidi kukufahamisha yale ambayo yameweza kutokea na yale ambayo hayajaweza kutokea, basi naweza kuhakikisha kwamba unapata kuyafahamu. Lakini ikiwa tunapatana kwa mara ya kwanza, mimi ni wako presenter Gutone hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription ili tuzidi kuijenga familia kubwa kwa upamoja. Naam, katika siku ya leo hii ya AD9 ambayo yameweza kuandaliwa maandamano makubwa zaidi nchini Tanzania, kuliweza kukumbwa na upinzani mkubwa kutoka kwa serikali, lakini pia polisi kwa kuweza kukataa kwamba maandamano hayo yasiweze kufanyika na msikilizaji, uh, baadhi ya maeneo nchini Tanzania kuna yale ambayo yameweza kuitikia mwito huo, lakini mpaka sasa, uh, sehemu mbalimbali zimeanza kushuhudia uh, vijana wakiweza kutokea uh, barabarani ili kuweza kuhakikisha kwamba maandamano ya siku ya leo yanaweza kufanyika. Uh, katika kanda ambazo nimeweza kuzitumia hapa zinaweza kuonyesha makundi ya vijana ambao wameweza kutokea maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania katika siku ya leo na kuweza kuhakikisha kwamba maandamano ya siku ya leo yanaweza kufanyika. Elewa ya kwamba maandamano ya siku ya leo msikilizaji, ni ya kuweza kudai haki ambazo, uh, wananchi wanahisi kuwa waliweza kupokonywa baada ya kuweza kupiga kura visivyo siku ya tarehe ishirini na tisa lakini pia uh, wananchi wameweza kupata kugadhabishwa kwa sababu ya wenzao waliweza kuaga dunia uh, kutokana na uh, maandamano yaliweza kufanyika tarehe ishirini na tisa. Lakini pia wapo wengi ambao waliweza kutekwa ambao mpaka sasa wajaweza kuachiliwa. Katika baadhi ya bango ambazo nakutana nazo kwenye mtandao zimebebwa na vijana. Uh, ni zinakuwa za kusoma kwamba aha, msikilizaji, ni baadhi tu ya picha na na ambazo nazipata na ambazo zinaweza kuonyesha hali halisi ilivyo nchini Tanzania ni kwamba, uh, serikali imeshindwa kuzuia utekaji kwa hivyo, hakuna kubebwa kizembe leo bwana. Ni baadhi ya bango ambazo naziona katika uh, watu ambao wameweza kutokea katika siku hii ya kuweza kuhakikisha kwamba wanashiriki maandamano ya amani na kuweza kuhakikisha kwamba wameisuta serikali kupata kuwasikiliza, vile vile kuweza kuhakikisha kwamba haki yao inaweza kupatikana kwa njia kwa njia ambayo ni safi sana. Lakini pia msikilizaji, kuna video ambayo nimeweza kutumiwa. Uh, baadhi ya video hizi zikionyesha makundi ya vijana ambayo yameweza kuingia mjini na wakiweza kutoa zile sauti zao za kuweza kusema kwamba wanaidai haki yao na wanataka kwamba waweze kusikilizwa lakini pia wanaweza kuhitaji uh, kuweza ku, kuachiliwa kwa wale ambao wameweza kutekwa. Lakini baadhi ya wengine pia wanaweza kusema kwamba wanahitaji miili ya wale walioweza kuawa siku ya Disemba tisa, na ndo, ndo baadhi ya maneno tu ambayo unaweza kuyasikia kutoka kwa umati huu na kuweza kusikia bora mtue wakitoa masauti hayo, lakini pia unaweza kuona kwamba polisi wanazidi kuwakabili, kwa sababu hawajaweza kuwaruhusu kuingia maeneo yote ya mjini na wale ambao wanaonekana kwamba wanaelekea mjini basi wanapata kufu, kufu, kufu, kutupiwa vitu vya machozi mapema na kuweza kuhakikisha kwamba hawajaweza kuingia eneo la mjini. Lakini nipo na sauti um, eh, ya kijana mmoja hapa. Wanangu hapa bitu natoka kwa mguu hapa mdogo mdogo, barabara kuu wametuzuia, tunatembea kwa mguu kutoka ya poti hadi ya buguruni

Vyote vile lazima tutoke. Hamna namna hapa. Alafu na Mwenyezi Mungu ametia baraka. Kuna kimvua mvua kinanyesha. Hata askari acha askari aloe kabisa. Nyeshwe na mvua na mabomeo ya machozi. Hawasinge wasinge hao. Tushaburuga tu ile hata kinachoendana hivi. Siku siku sikukuu ya uhuru alafu unaanza kuzuia watu wasitoke maji magetoni. Ambaye ameomba kwamba nisije kuonyesha sura yake. Anasema kwamba wapo na njia za nyuma nyuma, baada ya kufukuzwa ama ku kupata mkatazo wa kuweza kupitia barabara kuu kuelekea mjini. Kwa hivyo wameweza kutafuta njia mbadala ama njia za nyuma, za nyuma za kuweza kuhakikisha kwamba wanafika mjini na kuweza kuhakikisha kwamba maandamano ya siku ya leo yanaweza kufanyika. Sauti hiyo msikilizaji, naweza kuiweka kui kui hapo ukaweza kuisikiliza na pia kuweza kuhakikisha kwamba ikiwa ni mwenyeji wa nchi ya Tanzania unapata kuelewa maeneo haya vizuri. Na kwa hivyo, uh, vijana hawa wameweza kusema kwamba watatumia njia zote kuweza kuhakikisha kwamba wataweza kufika mjini, na kikubwa kuweza kuhakikisha kwamba maandamano yao ya siku ya leo yanapata kufua dafu. Na kwa hivyo ndo hali ilivyo mpaka sasa hivi, naomba nikuwekee ni, ama nikuachie video hizi ambazo zimeweza kunaswa na siku ya leo na zile ambazo zinaweza kuonyesha hali ilivyo katika siku ya leo katika nchi ya Tanzania, ili upate kuipata taswira kamili ya ilivyo katika baadhi ya miji mikuu ya Tanzania, na shughuli mzima ya maandamano inakuwa iko vipi, na kama inafuadafu ama basi, haijaweza kufua dafu hizo. Hizi nataka kuziachia hapo ili uweze kuzitazama ajili ya kuweza kujifahamisha na kuzidi kuelewa kabisa kwamba ni kipi kimeweza kutendeka, lakini katika wizara ya polisi uh, kundadhi uh, jeshi la, poli, la polisi linaweza kukataa kwamba uh, ikiwa basi uko nyumbani usiweze kutokea uh, lakini ndio hivyo msimamo wa serikali umekuwa siku kadhaa zilizoweza kupita. Ikumbuke kwamba viongozi wa jeshi wameweza kuongea. Uh, Wizara ya masuala ya nchi uh, ya ndani imeweza kuzungumza, rais mwenyewe ameweza kuzungumza, na kwa hivyo serikali yote uh, imeweza kuonekana kwamba haijaweza kusapoti uh, shughuli za maandamano ya siku ya leo. Wameweza kutaka kwamba maandamano haya yasiweze kufanyika kwa sababu, uh, kwa sababu serikali inasema kwamba hayakuweza kuzingatia vigezo kadhaa ambavyo vina vimeweza ku upatikana kwenye katiba ya nchi ya Tanzania na kwa hivyo maandamano hayo yatakuwa ni haramu, na kila atakayeweza kuhusika basi atakuwa amevunja sheria, kwa sababu hawajaweza kupata kibali kamili cha kuweza kufanya maandamano hayo leo. Msikilizaji, kwamba maandamano kama haya yanahitaji kwamba polisi wawepo kwa ajili ya kuwalinda wananchi, lakini kama ilivyo siku ya leo, polisi wapo kwa ajili ya kuwazuia wananchi kufanya maandamano hayo ya siku ya leo, na ni kwa sababu basi polisi wanaweza kusema kwamba hawakuweza kuidhinisha ama hawakuweza kupatiana kibali rasmi cha kuweza kuhakikisha kwamba maandamano hayo yanafanyika siku ya leo. Sikilizaji, naomba ni kuache na kanda hizi ambazo zimeweza kunaswa siku ya leo, uweze kutazama hali ilivyo na uzidi kujifahamisha. Hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription ili tuzidi kupatana na kufahamishana.